Makofi! kama Haleluya, lazima uone chambo tofauti ambayo hujawahi kuliona, na ili ufike hapo, lazima Roho wa kweli aingie ndani. Kwa nini? Roho wa kweli ni mwombezi, anatuombea kwa kukichokea kusikoweza kutamkika. Sasa kama anaweza kutushauri, anaweza kutuombea kwenye kongamano hili atafanya kazi nyingi sana, lakini moja ya kazi ni kukuambia maisha unayoishi sio sawa. Kubali tu, kwani nitapungua nini? Mpigie Mungu makofi, maana mama amekwisha nielewa ka metoka sasa hivi. Ongeza makofi kwa Mungu, tuongeze makofi. Fungua Yoshua sura ya ishirini na nne. Yoshua Su, sura ya ishirini na nne. Wacha tuwe na tumeanza, la kwanza la kuabudu, tukafuata la pili. Bwana ametupa mambo sita, nimeyasema sasa. Tunafuata la tatu la ndi, nitakuja kurudi baada ya mapumziko ya majaji tena lazima tumpe Roho Mtakatifu nafasi ya kutosha, na wakati tunapoabudu muda wa kutosha, ndio mahali pa kujibidia kwa Bwana. Angaze siangaze angaze, ameanza kutoa makamasi, wewe ni kukaa kivyako. Hata ungeoa na kuolewa, siku ya kuondoka, mke akitangulia, wewe unabaki, mke akitangulia, wewe unabaki. Hata ungezaa mapacha, bado kuna hatuwaziki, kaburi moja, kama tutakuwepo Usiangalie usi huyu bwana anawaza chakula hapa nyumbani, bwana huyu ndiye akalina mafuta, achana naye. Wewe tengeneza Mungu yakwako. Haleluya! nataka ile wimbi la kuabudu. Ukishikia kugaragara garagara, ukishikia kupiga magoti piga magoti, ukishikia kuabudu abudu, na huku ana Mungu anapotuongoza, tunaposogea mahali. Nataka kuona muda mwingi ni ni kuabudu ni kuabudu, na Mungu mizimu yetu lakini mwisho wa hapo ni kuomba, alafu baada ya hapo ni kusikia kama anachotaka kusikia. Kwa dakika hizi nakuambia, leo tu itakupa msingi wa kutosha, itakusababisha uweke vote. Watafute rafiki zako na ndugu zako, mstari, musikie kwa makini. Yoshua sura ishirini na nne mstari wa kumi na nne tutasoma mpaka mstari wa kumi na tano mstari wa kumi na sita. Kama kuna mtu anaweza kusoma kwa haraka na kwenye microphone basi atusomee, msikilize kwa makini. Joshua sura ishirini na nne kumi na sita, anasema: basi sasa mcheni Bwana mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye Bwana nani. Kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambayo mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hao watu wakajibu wakasema, hasha, tusimwache Bwana ili kuitumikia miungu mingine. Amen. Jina la Bwana libariki Amina. Tendeni. Neno hili niweke msingi shawishi. Mcheni Bwana. Hili neno limejitegemea, ni sentensi iliyojifunga. Mcheni Bwana angekuwa na uwezo wa kufungua siweke koma, lakini ameifunga kuonyesha ni kitu kikubwa. Mwambie kiresi mwenzangu, mwambie umche Bwana. Mgeuke mwenzako mwambie umche Bwana. Kila mtu mwambie mtu, mwambie umche Bwana kwa nguvu, mwambie umche Bwana, umuishie Bwana. Haleluya, amen. Ukisoma umche Bwana imeweka koma, sio ndio? Ndio, imekamilika ijakamilika ni sentence imeanza kwa kifumbako cha kwanza. Angekuwa anataka isiwe na msisitizo, asingeweka koma. Kwa kuweka koma, ili mujue ni kitu kimejikamilisha ili kikae kimeyeweka mahali mche kwa. Kwa hata ningeingia hapo ungepata sura kwamba ukisoma sentence,